Wali gani wawa msikilizaji, unayetufuatilia katika mkasa wetu wa leo, karibu katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaletea sehemu ya kwanza ya msichana mbaye kwa kitwa Mariam. Hii ni sehemu iliyokuwa bora na tamko wa msikilizaji, maana siku zote hakuna muda wa kupoteza katika maisha yako. Basi tufuatilie mwanzo mpaka mwisho kwa wa kutusubscribe, kutulike na kushare, tutapata alama yetu ya kingeri. Mikasa yetu inawafikia popote pale mlipo. Asanteni sana, karibu. Siku zote katika maisha ya mwanadamu unaweza ukatokea kumpenda mtu mmoja, na kumfanya sehemu ya maisha yako, lakini kipindi atakapokuchitia ama kukimbia, ndio takuja kubaini kauli ya Waswahili, wanaongea na kusema kwamba sio wote ule atakayekuja ndani ya maisha yako, ukaisi ulipata wa ndoto yako. Watu wa watu wengi wamejaa unafiki na uongo ndani yao, kwa sababu mapenzi siku zote anayekunyima rani yule anayekujua, ama siku zote anayekumaliza yule anayekufahamia. Basi karibu katika mkasa wetu, kufuatilia mwanzo mpaka mwisho kipi kilicho nitokea mpaka leo, na kusimulia wa msikilizaji, maana siku zote tunakumba dakika tano ya kutupa sikio lako utufuatilia mkasa wetu mwanzo mpaka mwisho. Maya, nafsi si uzuri wa macho. Nimetokea kumpenda binti mmoja kwa majina kwa Mariam. Amekuwa ni msichana ambaye na rangi ya kipemba, amekuwa na macho ya Kisomali, amekuwa ni mtoto ambaye ni angali mbichi na kumfanya mke wangu. Katika mchango wa kifahari ametokea na kuwa mke wangu, tumefunga ndoa. Kipindi tulipomaliza kufunga ndoa tulipata baraka kutoka kwa wazazi wote wawili, na laiti ningelijua kwamba ningeingia katika tanuru la moto singetokea kumwamini huyu mwanamke ambaye ni Mariam mke wangu. Siku moja nimekuwa ni anaye kitandani. Nilipoamka majira asubuhi, nilimwaga mke wangu na kumwambia kwamba mimi naelekea kazini, maana kazini nimekuwa na bosi yangu ambaye ni rafiki yangu kwa majina na kua kiitwa John. John ametokea kuniamini kama mfanyakazi wake, na japo amekuwa rafiki yangu, akatokea kunipa hali ambayo nilikuwa nikimsifia kama bosi wangu, huku akiniambia kwamba kuna sehemu ya nje huko katika nchi za Marekani atakuwa ananituma kwenda kurangua mizigo ambayo ni kampani ya kazi basi, nikirudi atakwenda niambe pesa zangu. Nimekuwa nikifurahi sana na bosi wangu, nikatokea siku moja kumtambulisha kwa mke wangu ambaye ni Mariamu. Nikamwambia huyu ni rafiki yangu na bosi wangu. Mariamu alimsalimia kwa sababu, mke wangu Mariamu alikuwa na jicho lake, ambalo nilikuwa nikimkataza siku zote anapopata rafiki yangu kumsalimia asikuwe na mwangalizi jicho lake la ushawishi. Nilipomaliza kumtambulisha bosi wangu wangu kwa mke wangu nampenda rafiki yangu inabidi ujiandae safari ya wiki moja ili uelekea Marekani nimefurahi sana na kumsifia bosi wangu nikamwambia asante bosi Si hali mimi nitakuwa chapo mbona unanijua mimi mfanyakazi wako, sinaga ubaya wala sinaga vitu ya kubaki ya nyuma. Bosi wangu ametabasamu akaniambia kwamba ndicho ninachokupendea. Tulipomaliza kuongea na bosi wangu John nimerudia nyumbani na ushakuwa kutaka kumhadithia mkasa wangu mke wangu mkasa mzima. Nilipofika mke wangu nimekutana anapika chakula, nikamwambia mke wangu nimerudia, nikamwambia ndio, nikamhadithia mkasa mzima ambao nilikuwa nikiongea na John. Mke wangu amefurahi sana, akaniambia ndenda lini? Nikamwambia ndenda wiki moja ili kwa sababu nitafute ma passport na vitu vinginevyo vinavyohitajika katika hiyo safari yangu. Hiyo siku imekuwa ni siku bora kwangu, sijawahi kupata kuishuhudia katika maisha yangu. Imekuwa ni mwenye furaha mpaka mke wangu akikuwa na wasiwasi na uoga kwa sababu ya furaha yangu. Nikamwambia mke wangu, usiwe na uoga, hii ni furaha ambayo simkwanga. Sijawahi kwenda huko Ulaya ndani ya maisha yangu, sasa leo napata safari ya kwenda, inabidi nifurahi. Nilipofika muda wa mapema, baada ya kumaliza kuchangia chakula na kukula, basi nikafika, nikamwambia mke wangu, acha kwanza nende nilale kwa sababu nimesikia na shiba. Tulipokuwa tukilala, mke wangu akatokea na kuniambia mume wangu, endapo utakapoenda kwa safari tabaki yangu kama nitabakia na upweke. Nikamwambia mke wangu usijali, nitakutafutia mfanyakazi kazi atakaye kusaidia kazi za huko ndani, maana wewe tabakia naaimtu kwenye simu muda wowote. Pale ndipo kukumbukia mke wangu amefurahi na kasema sawa. Nilipofika miwa... majira asubuhi, huku nimejiandaa na kuelekea kazini, maana kazi nimekuwa mwenye furaha, mpaka bosi wangu anakuniuliza mbona leo nakuwa mwenye furaha. Nikamwambia bosi, sisi unajua baada ya safari yangu leo mimi nina furaha na siku zote nitakuwa na furaha mpaka safari yangu ikitimia. Bosi wangu amenipongeza kwa kunipa hongera. Sasa niliporudi nyumbani nilipitia sehemu ambapo nitafuta mfanyakazi ambaye atakuwa akimsaidia mke wangu kazi za ndani. Nilipompata nimeendelea kumtambulisha kwa mke wangu na kumwambia huyu ndio siku zote atakuwa anakusaidia kazi kipindi mimi nitakuwa nimeondoka. Mke wangu amefurahi sana na kumuuliza ule kijana majina yake, ametuambia majina yake kipindi Walipomaliza mi kasema cha kwanza mi nilekea ingine sehemu. Nilipotoka hiyo sehemu, nilipoelekea nimerudia nyumbani kwangu na kujilaza. Siku zimesogea kwa mbele safari hatimaye imetimia. Ilipotimia, mke wangu na bosi wangu amenishindikiza, nimechukua mvio na kuondoka Marekani. Huko mke wangu na bosi wamerudi huko nyumbani, afu bosi wangu akatokea na kumwambia mke wangu, inabidi umnipe namba zako. Basi kipi nitakaponipa namba zako, inabidi kuna simu, ndipo nitakupeleka tutaonana mimi na wewe, kuna maongezi kidogo, nataka tuongee na wewe. Msikilizaji, mke wangu niliwahi kumuonya na kumkataza kwamba asimpe yoyote mtu namba zake. Sasa mke wangu alimpatia bosi wangu namba zake kwa sababu alikuwa anajua ni rafiki yangu, kipe kamkabidhi namba yake. Alipofika simu alipokutanana, ndio ule bosi wangu alitokea na kumwambia hisia zake. Akamwambia siku zote alikuwa akimwangalia, amekuwa akitokea akimpenda sana mke wangu mke wangu. Ameshtuka na kumuuliza ule bosi wangu ambaye ni John, hivyo si rafiki yake na mme wangu, kwa nini unanambia unanipenda, unanambia hivyo, unaona kama unakosea? Naam, asante sana msikilizaji umetufuatilia mkasa wetu wa Mariam Msikosi katika mwendelezo wa sehemu ya pili ili tujue kipi kilichoendelea baina wao wawili, kukumbana namba kuambia na hisia asanteni sana mfuatiliaji, msikosi kutusubscribe, kutu like na kushare, tutapata na mate ya kengeri ili mikasa yetu inafika kote pale mlipo na siku zote hatuna muda wa kubagua kwako. Ndio dakika tano tunaokuomba kwa ajili ya kazi zako asanteni sana.